Uh, katika Samia niok ni, eh, okay, niulize ni, ni kitu hapa mheshimiwa hivi hii Samia Day meratibu kama mkoa au ni taifa zima? Nani hii ni ubunifu wa hapa, hapa, huu uh, ni ubunifu wa mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Rose Staki Senyamule mm. Ili jambo liko Dodoma peke yake linapatikana Dodoma Dodoma. Mm. Tukutane tarehe, kila mwananchi sogea, mm. kwenye makao makuu ya kata yako mm. Ukaone mambo huko yaliyojiri ya Watanzania. Mweshimua rahisi anaupiga mwingi, kazi amefanya. okay. Amegusa maisha ya Wanachamwino kwenye kila kijiji, kwenye kila kata mm. Japo nimesema mwanzoni kwamba sisi ukiangalia Chamwino na population ni karibia laki nne okay. lakini sasa hatuongei, hatuongei eh? hmm. Lakini kwa sababu hao wananchi walikuwa wanahitaji ni matokeo hmm. Kwa matokeo wamefanyaje, wameyapata? hmm. yeah, wameyapata. matokeo kwa kweli yanaonekana okay. yeah, karibuni sana lakini pia nichukue nafasi pia na washukuru pia na wabunge hmm. wameshiriki kwa kiasi kubwa kuyafanya haya yaweze kutokea kwenye upande wa jimbo la Chamwino Mheshimiwa Deo Ndejembi na waziri wa ardhi na makazi mm. lakini pia Mheshimiwa Livingstone Lusinde, mheshimiwa mbunge wa jimbo la Chamwino, e, waheshimiwa madiwani basi, kwa kipindi chao wamefanya kazi kubwa. Huu muunganiko wa yote yaliyofanyika na ndio maana sasa tunafurahia matokeo mm. tumeona mambo makubwa kwa kipindi cha miaka hii minne, sio kwa kuambiwa hmm. Tunayaona kwa macho yetu, na wananchi wanapata huduma katika maeneo hayo ya miradi iliyotekelezwa okay. Kwao sisi tuliopo katika maeneo haya kwenye vijiji hivyo na kata hivyo tunajua kilichofanyika okay. Yeah. Mheshimiwa, kwa kutambua majukumu ulionayo, pengine mengine nje ya hapa yeah. Ni kupe nafasi uweze kutoa wito wako, uzungumza na Wanachamwino mm. Labda nje na haya ambayo umewaambia mm. kuna mengine yapi unatamani wayafahamu kwa nafasi ambayo unaenda kuzungumza nao. Aa, nataka niseme kwanza, nawashukuru pia nawashukuru na sana hii redio nani, Maisha FM Amina, kwa kunialika mm. Nimeona hata wananchi mm. wa Chamwino wamepata nafasi ya kuweza kutuma meseji mm. ya kutoa ujumbe wao. Inawezekana kwamba nisingekuwa nimepata hii nafasi na mimi nisingejua mapokeo, inawezekana mapokeo yale nilionayo ni yale nokuwa nayo kwenye mikutano mm. Lakini yule mtu anayekupa matokeo unamuona kwa macho mm. mtu anayetuma meseji hata umjui kwa macho umjui mm. si ndio hivyo mm. Maana huyo ukitaka kuona ukitaka kupima Yaani hapo unapima kwamba aisee, kumbe wananchi wanaona mm. na wanashuhudia yaliyofanyika, kwa hiyo nawashukuru sana Maisha FM kwa kunialika. Ameni. Basi na mimi nimeona faida ya kuja hapa baada ya kuona wananchi kwenye vijiji mbalimbali vya Chamwino na kata mbalimbali wanatuma ujumbe, wanauliza maswali, kwa kweli nimeona ni forum nzuri. Nachotaka tu kuambia wanachamwino ya huu ni mwaka, mwaka mm. ni wa uchaguzi mwaka 2025 ni waombe tu watulivu, tuendelee kuiombea amani nchi yetu. Hatuna nchi zingine, hatuna nchi nyingine, hatuna nchi nyingine zaidi ya Jamhuri ya Muungano mm. wa Tanzania. Sisi nadhani kila mmoja hakuna aliyependa kuzaliwa Chamwino. Kila mmoja alizaliwa akajikuta yuko Chamwino. Yeah, kwa hiyo ni mahali ambako Mungu alipanga kwamba tuwe wananchi wa Chamwino. Hakuna aliyejichagulia kwamba nikizaliwa niwe eneo gani. Kwa hiyo sisi watu wa Chamwino Mungu alitupendelea, alipanga tuwe wananchi wa Chamwino wa tukazaliwa tukiwa Chamwino. Lakini Chamwino ni ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kama nilivyosema, huu ni mwaka wa uchaguzi. Niwaombe sana tuendelee kudumisha amani na utulivu na mshikamano tulio nao hmm. Nataka tu niseme kwamba wilaya ya Chamwino ni moja wilaya ambayo tuna mshikamano ya mimi najivunia tuna mshikamano ya na hmm. wananchi pia wako huru kutoa kero zao, kuwasilisha changamoto zao, na kwa hiyo mimi naomba tu wananchi kwamba namna umoja na mshikamano tulio nao basi tuendelee nao na tuendelee kuombea nchi yetu katika kipindi hiki cha uchaguzi, basi uchaguzi pia uweze kufanyika kwa uhuru na, na kwa amani. Mm, ya mm, niwaombe pia wananchi wa Chamwino, ya of course hata hii mitandao ya kijamii tulio nayo pia mm, tuitumie vizuri mm, itusaidie kwa ajili ya kuleta matokeo chanya, lakini tusitumie mitandao ya jamii vibaya, kwa sababu mm, sisi ni Watanzania sisi ni Wanachamwino, hatuna Chamwino nyingine hatuna Tanzania nyingine, nyingine. Kwa hiyo tuipende nchi yetu ya, tuipende nchi yetu amina. Asante sana mheshimiwa kwa mm. e, ushauri wako ambao umetupatia. la, hapa ndiyo lakini la, la mwisho nimalizie pia mm. tusisahau kumwombea Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan yeye yeah, anaongea machache, anatenda mengi zaidi mm. Yani yeye ukimwangalia, kama ni mtendaji vile mm -hmm. Ukiangalia anayoyaongea ni machache, ukienda kuangalia yaliyofanyika ni makubwa zaidi. Inawezekana kuna pongezi zaidi hapa, yani tusikilize. yeah, yeah. Hapa kidogo. Halo <muchas> habari nzuri bwana, habari za studio na mkuu wa wilaya ya Chamwino hapa. E, bwana tuko na mheshimiwa hapa mkuu wa wilaya Chamwino anaupiga mwingi. <laughs> Karibu sana sana sana, anaitwa Gerald Mtagwa. Uh -huh. Niko Hombolo.